ilikuwa siku ya maombi nyimbo na kumbukumbu kumbu katika kanisa katoliki la don bosco katika eneo la Upper Hill jijini nairobi wakati familia marafiki na viongozi walikusanyika kwa ibada ya wafu yaliyokuwa waziri Dalmas Otieno anyango mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 80 ambaye pia aliwahi kuwa mbunge wa rongo kwa muda mrefu alikumbukwa kwa, kwa unyenyekevu wake na utumishi kwa jamii aliombolezwa kuwa baba mlezi na kiongozi wa taifa ambaye maisha yake yaliwagusa wengi zaidi ya ulingo wa siasa. Waombolezaji walikusanyika katika kanisa Katoliki la Don Bosco eneo la Upper Hill, jijini Nairobi kumwaga mtu ambaye jina lake limeandikwa katika historia ya kisiasa taifa hili, Dalmas Otieno Anyango. I'm celebrating a great hero.

Familia na viongozi mbalimbali walimwomboleza na kumtaja kuwa mtu ambaye unyenyekevu wake uliambatana na ukubwa wa hadhi yake.

is local akamwambia, wewe rudi kwenu, wachana na hii eh. Alafu hiyo ndio ilimfanya I inherit your Mount Kenya. They loved him in politics, but they knew akipanda hiyo mlima against the mlima, mambo itakuwa ngumu. If there is any lesson that I would urge Mind. Marehemu Dalmas Otieno Anyango alizaliwa Rongo, kaunti ya Migori, na alijipatia umaarufu wa kitaifa baada ya kuhudumu katika nyadhifa mbalimbali za uwaziri. He never abused anybody he never disagreed anybody and when he chaired a committee or a meeting he was thorough he came with solutions hata hivyo mbali na ulingo wa siasa alikuwa mkulima mtunzi wa jamii na kielelezo bora wa kizazi kijacho if and story of Dalmas is an inspiration and we all should try and touch the lives of many people Dalmas aliyekuwa mbunge wa Rongo kwa muda mrefu alifariki tarehe saba mwezi Septemba mwaka huu na atazikwa siku ya Alhamisi tarehe mbili mwezi Oktoba katika makazi yake ya Kangeso, Rongo, Kaunti ya Migori.